Unataka kuupload picha ama dokumenti zako, sasa inakupa limiti wa upload wa upload passport ya KB labda 20, au ile certificate ambayo unatakiwa kuupload iwe ya KB labda 500. Lakini sasa wewe baada ya kuiskani e, kwenye pdf imekuja labda MB moja, MB mbili, sasa umeshindwa kabisa kuupload. Leo naenda kukuelekeza simple way ya jinsi utakavyoweza kupunguza size ya picha yako na kuifanya iwe ndogo. Kama ilikuwa MB moja mpaka tatu iwe KB, ni wewe vile unataka. Simple, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, nimekuelekeza jinsi ya kuweza kuseti. Baada ya kushika simu yako, utaenda kwenye browser unayoitumia sana. Mimi napenda kutumia Chrome bwana. Ushaingia Chrome, utabidi usache, usachivi Iloving. Iloving. Semento, I love you hiyo ndo naandikwa hivyo hivyo sawa. Ukiandika uta search kama hivyo, itatokea hapo juu kama unavyoona juu. Zingatia logo, umeona, utabonyeza. Ikishabonyeza itafunguka namna hii sawa. Ukishafunguka namna hii, unabonyeza hapo juu. Kuna option nyingi, kuna resize, kuna crop image, kuna convert tu nini. Sisi tunaenda kwenye compress image Utaisubiri. Baada ya hapo itafunguka hivi. Unaona? Ikishafunguka itakwambia select image, utabonyeza. So mfano picha yetu tuitumie, mfano hii hapa, sawa. Hii hapa unaona? Baada ya kuiweka hivi, tutabonyeza chini pameandikwa compress image. Ita compress. Then ita upload na kuanza kuichakata. Kumbuka hapo ina j ngapi? MB mbili. So ina compress. Ita compress. Picha yetu imepunguzwa kwa asilimia naweza tukusema, hapo inajidownload automatic. Kwa hiyo picha yetu inajidownload imepunguzwa. So katika mia imebaki asilimia ngapi? 69. So ilikuwa na MB ngapi? MB 2.44, lakini baada ya kufanyia compress imeweza nini kufika e, KB ngapi? KB 780, lakini pia una option huko nyuma kama utahitaji, kutumia una nili option ya ku-resize image, crop, rotate, convert na watermark na vitu vingine. So sisi dhumuni letu tumeshalikamilisha na image yetu ishajidownload automatic, lakini ukihitaji ku-download tena utabonyeza hapa, umeona palipoandikwa download, uta-download again. Okay, then utaenda kwenye picha yako. Picha yetu hii hapa juu mona, ambayo tayari imeshakamilika, imeshakamilika. So utatumia website kuweza nini kucompress image yako, na hivyo ndivyo jinsi utakavyoweza kupunguza size ya picha yako. Kama umependa video hii, usahau kusubscribe, ulike, kucomment na kushare.